Kwa majina naitwa Bakari Mufsin, natokea Mtoni Mtongani. Mimi kwa upande wa haki za binadamu, kwa ninavyoelewa mimi, haki za binadamu ni vile vitu vyote ambavyo kila mtu, kila mwanadamu anapasa anapaswa kufanyiwa, haijalishi kwamba ana jinsia gani, haijalishi anatokea sehemu gani, haijalishi kwamba ni mlemavu. Binadamu yoyote anapaswa kufanyiwa hivyo vitu na pia anatakiwa apatiwe kwa nafasi yake. Kwa mfano haki za kibinadamu, kuna haki ya kuishi, haki ya, ku, ya kupata makazi, haki ya kufanya kazi, haki ya kutokubaguliwa na zingine. Haki za binadamu ni uwezo wa msingi ambao kila mtu anazaliwa nao, bila kujali dini, ukabila, bila kujali umri na hali yote ambayo mtu anaweza kuwa nayo, hizo ndio haki za binadamu. Msingi ni kupata sheria ambazo zimewekwa na nchi na kupata sheria ambazo zipo hata ndani ya nchi hiyo yenyewe. Kuna kipindi ambao tulionekana kufanya vizuri katika eneo la haki za binadamu, lakini pia kuna kipindi ambacho hatukuonekana kufanya vizuri sana e, na hii imekuwa ikitegemeana sana na utashi wa rais aliyoko madakani kwa wakati huo, swala ambayo ni hatari kwelikweli kwa e, mfano kwa mujibu wa report, index report ya human rights ya mwaka 2023 24, Tanzania kwa mfano kwa mwaka 2023, ilikuwa ni nchi ilikuwa market kwa nchi e, 142 e, kwenye eneo la utawala wa bora e, na ulinzi wa haki tulikuwa nchi ya 96 kati ya nchi 142, na kwa mwaka 2024 tukaenda mbali zaidi tukawa nchi ya 98 kati ya nchi zote 142 katika human rights index report maanake e, ni kwamba tuna drop zaidi, kwamba hatufanyi vizuri sana. Kwa vijana kwanza, natoa wito wawe makini katika maisha ya kila siku. Tujitahidi kufata vile vitu ambavyo ni saa ambavyo tunapaswa kufanya kama vijana, tusikiuke sheria, tulinde haki zetu wenyewe pale ambapo mtu mwingine anakosea, tujitahidi kumwelimisha, lakini pia kwa upande wa serikali nilikuwa napenda kushauri kwamba waongeze zaidi elimu kwa watu. Mchango ambao sisi tunao kama vijana, kuna programs mbalimbali ambazo tumezianzisha na pamoja, kuna clubs na vioni ambazo zinatusaidia sisi kuwa tunashikamana kwa pamoja, tuna waji wa kushirikiana.